Je, yeah, unajua kwamba hata sasa kuna nguvu zinazoweza kukuunganisha na mauti, dhambi na giza. Lakini kuna nguvu moja tu inayoweza kuvunja minyororo yote ya kuzimu, na nguvu hiyo ipo sasa, kwa kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo. Dunia haikuanza na giza wala mateso. Mwanzo wa yote ulikuwa na nuru, amani na ushirika wa karibu kati ya Mungu na mwanadamu. Adamu na Hawa waliumbwa kwa picha ya Mungu, wakipewa mamlaka ya kuongoza dunia, lakini hatimaye walikosa. Nyoka ambaye ni ishara ya Ibilisi aliwapotosha akisema hakika hamtakufa. Walipokula tunda lililozuiliwa, dhambi ilipenya ndani ya mwanadamu na hatimaye dunia yote ilijawa na mateso. Minyororo ya kwanzo ya kuzimu ilifungwa: dhambi, hofu, hatia na mauti ya roho. Hali hii inaonyesha wazi kuwa mwanadamu hawezi kutoka kwenye utumwa wa giza kwa nguvu zake mwenyewe. Lakini tayari pale, Mungu aliwapa ahadi ya wokovu: mwana wa mwanamke atamponda kichwa cha nyoka. Ahadi hii ilikuwa mwanzo ya safari ya ukombozi wa kweli. Njia ya wokovu kupitia manabii. Vizazi vya mwanadamu vilikuwa vimeshushwa chini ya uzito wa dhambi, dunia ilijaa uovu kiasi kwamba mioyo ya wanadamu ilikuwa mabaya kila wakati. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Mungu akamwambia ajenge safina, akiikuza ufahamu wa wokovu kupitia maji ya bahari. Hii ni ishara kuu, wokovu ni mlango unaofungwa kabla ya hatari ya mwisho. Damu ya kondoo Pasaka ilionyesha mwanzo wa uthibitisho wa wokovu wa kweli kwa Yesu. Baadaye hukumu ya kuzimu itapita juu ya wale waliomwamini. Mungu akamwita Ibrahimu kutoka nchi ya sanamu, Anasema, katika wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Hapa Mungu anaweka msingi: wokovu wa kweli haujengi kwenye matendo tu au sheria, bali kwenye imani. Wote watakaoamini kwa moyo wote watalindwa, na minyororo ya kuzimu haitekelezi mamlaka yao juu yao. Waisraeli walikuwa watumwa wa Farao. Mungu anawatoa kwa damu ya kondoo Pasaka, ishara ya damu ya Yesu. Bahari ya shami na pasuka, wakipita kwa hofu, lakini wakiwa huru. Hii ni picha ya ukombozi wa mwanadamu kutoka dhambi na giza, akionyeshwa kuwa Mungu daima ana njia ya uokovu. Baada ya Musa, Mungu aliwapa Israeli sheria. Sheria ilikuwa takatifu na kamilifu, lakini mwanadamu hakuweza kuifuata. Sheria ilikuwa kama taa, inaonyesha dhambi, lakini haiwezi kuiosha. Minyororo ya kuzimu ilikuwa bado imesimama, dhambi bado ina nguvu, na hukumu bado ina kizuizi. Nabii Isaia anasema sisi sote tumepotea kama kondoo, kila mmoja ametanga kwa njia yake. Lakini nabii pia anaonyesha matumaini. Roho wa Bwana yuko juu yangu, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Hii ni unabii wa Kristo kuja kuondoa minyororo ya kuzimu. Ghafla, katika usiku wa Bethlehemu, mwanga unakuja. Yesu, mwana wa Mungu, anazaliwa kama mwanadamu. Kupitia maisha yake anapokabiliana na dhambi ya dunia, anamfundisha mwanadamu kwamba hakuna nguvu ya giza inayoweza kushinda uokovu. Yesu anaponya wagonjwa, kuondoa pepo na kuwakomboa walioteswa, inaashiria kuwa minyororo ya giza imevunjika. Hata kwa mwizi aliye msalabani, Yesu anamwambia, leo utakuwa pamoja nami paradiso. Msalaba ni kitovu cha wokovu. Dhambi za mwanadamu zinabebwa na Yesu, hukumu ya kuzimu inavunjwa, na ufufuo wake unabainisha ushindi wa milele juu ya giza. Pia pale pazia la hekalu linapopasuka linaashiria mwanadamu sasa anaweza kuingia moja kwa moja mbele za Mungu bila kizuizi. Pentekoste, Roho Mtakatifu anashuka na mitume wanapewa nguvu ya kuhubiri na kuponya. Hii inaonyesha wazi kuwa mnyororo ya dhambi na kuzimu imevunjika, na uokovu hauko kwa wale wachache tu, bali kwa kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo. Paulo mfano mkubwa, Paulo alianza kama mtesaji, anageuka kuwa mhubiri mkuu. Hii ni uthibitisho kwamba hakuna mtu aliye mbali sana ili asipokee wokovu. Wokovu wa kweli unaweza kuokoa hata yule aliye mbali zaidi kutoka kwa Mungu. Wokovu wa kweli unaendelea tayo leo, unavunja minyororo ya dhambi, huzuni, hatia, unatoa uhuru kutoka hofu ya defu, unatoa amani na upendo wa Mungu, unakuweka kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Biblia inasema mwana akikuweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Hii ni ahadi ya maisha yasiyo na hofu, yasiyo na minyororo ya kuzimu. Kutoka Edeni hadi msalabani, kutoka manabii hadi mitume, Biblia yote inatoa ujumbe mmoja. Mungu hamtupi mtu aliyeanguka, humkomboa, humrekebisha na humweka huru kabisa. Uokovu wa kweli unafuta dhambi, unavunja minyororo ya giza, unatoa uzima wa milele, unamfanya mtu kuwa mtoto wa Mungu, unatoa ushindi juu ya kifo na kuzimu. Hakuna nguvu za giza zinazoweza kushinda mbele ya jina la Yesu. Ili ujue zaidi kuhusu siri za Biblia, kuona ushindi wa Mungu katika maisha ya kila siku na kupata nguvu ya kuishi katika uhuru wa kweli, jisajili sasa kwenye simulizi za Biblia. Usikose vipindi vinavyosisimua, vinavyokupeleka karibu zaidi na ukweli wa Mungu kila siku.